Niseme katika wakati tunaanza kwenye uongozi wetu uh, mimi pamoja na kamati yetu ya utendaji, roli yetu ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tuna elevate quality ya senior team yetu. Hicho ndio kilikuwa kitu cha kwanza, na ukitazama miaka minne jitihada kubwa tumefanya kwenye senior team hasa uh, niombe radhi kocha wangu yuko hapa Edna, timu yake ya, ya kike kwa maana ya Yanga Princess, nafasi ambayo imeachieve ya juu ni second position, hatujai kuchukua ubingwa na ukweli ni kwamba hatujaweka jitihada ya kutosha kuhakikisha tunachukua ubingwa. Timu za watoto mwaka jana tulichukua ubingwa under 17, lakini philosophies zinapishana. Unaweza ukawa una dhamira ya kusema kwamba nimeachieve uh, timu yangu ya development, au timu zangu za development kwa kuchukua ubingwa, hiyo ni falsafa moja, na kuna falsafa ya pili, achievement ya youth development ni kuhakikisha umeproduce wachezaji wengi kwenda kwenye senior team. Kwa hiyo falsafa zinapishana Ukiniuliza mimi na uongozi wenzangu viongozi wenzangu falsafa yetu sio kuchukua ubingwa kwa hii hizi youth development. Falsafa inapaswa kuwa ni kuhakikisha una produce wachezaji wengi zaidi kwenda kwenye senior team na hilo ni kiri, hatujalifanikiwa. Kwa hiyo hayo mawili yapo katika to-do list yetu na mtayaona. Eneo la tatu ambalo li pia linahitaji improvement ni eneo la facility. Sasa hivi tuna facility pale Kigamboni, uh, kwenye maeneo ya lakini malengo ya uongozi wetu ni kuhakikisha tunajenga uwanja wetu ku improve facility kuwa na uwanja wetu wenyewe. Kwa hiyo ukitazama kwenye kwenye, kwenye kwenye hiyo ambayo tunayezungumza, tumefanikiwa kwenye senior team peke yake, lakini kuna maeneo matatu ambayo bado hatujafanya vizuri, na sio kwamba tumefeli, isipokuwa hayajawa kipaumbele, na siku tukiweka kipaumbele, Yanga Princess itachukua ubingwa, hiyo nataka niwahakikishia, na siku tukiweka kipaumbele kwenye facility tutamaliza, tutaanza ujenzi wa uwanja na tutaumaliza. Na siku tukiweka kipaumbele youth development yetu itakuwa one of the best in the country. Kwa hiyo haya yapo katika to do list yetu na tutayafanya. Swali la Nasibu anazungumzia kuhusu transformation. Sisi transformation ya Yanga kwanza haijakwama, labda ni kiri hili. Kuna wenzetu, najua klabu ya Simba imeanza kufanya transformation na niseme ni transformation nzuri, imepita kwenye hatua nyingi. Yako maeneo ambayo yalikuwa naihusu pia serikali. Serikali imeshiriki kwa nafasi yake, na Simba wanaweza kuwa na status yao. Sisi Young Africans, kwenye transformation yetu hatujakwama. Kwa nini? Transformation yetu ipo katika hatua kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni kujifunza, tumejifunza kwa La Liga, lakini sio kukopi, ni ku learn from the best na kuicustomize kwenye matumizi yetu ya nchi tumeweza kufanya hilo. Baada ya kujifunza tumegusa maeneo matatu ya transformation yetu. Eneo la kwanza ni club ownership. Tukajifunza vilabu vya Ulaya vinamiliki umiliki wa aina ngapi? Umiliki wa kwanza ni public football club na umiliki wa pili ni private football club. What is public football club? Ni klabu ambayo inamilikiwa na wanachama association. The likes of Real Madrid, Barcelona, socios. Aina ya pili ya umiliki ni private football club. Ni vilabu vinavyomilikiwa na either taasisi au mtu binafsi. Tukajifunza faida na hasara zake. Let me take you through this transformation. Faida ya public football club ni fan engagement process nzuri ya kutengeneza affiliation au connection kati ya wanachama na klabu yao, kunakuwa kuna mapenzi pa. Lakini ukija kwenye public football, private football club inakuwa ni ownership ya either taasisi au mtu binafsi, kwa hiyo hakuna emotional connection. Kwa hiyo ni faida na hasara Ukija kwenye public football clubs zina very limited means ya kitu kinachoitwa investment, lakini ukija kwenye private football club there is a very good room of investment. Leo Azam FC investment yao ya kujenga uwanja haiwezi kuwa question na mtu yoyote. Mtu anatoa pesa kwenye akaunti yake, anainvest, anajenga uwanja wake, na ile mali inakuwa ni ya kwake. Hakuna process ya kutafuta wanachama na kuchangia na kufanya nini. Hiyo ni public private football club ina room of investment kwenye public hakuna room of investment, au iko limited. Sisi Young Africans tulichagua mix, mix model, mchanganyiko mfumo mchanganyiko wa kuchukua asilimia 49 za wawekezaji kwa maana tuf, tufungue room of investment na tubakize 51 kwa ajili ya wanachama wetu wawe majority shareholder na faida yake ni kwamba una maintain emotional connection, bado club inakuwa ni ya wanachama, lakini unafungua room of investment ambayo haipo kwenye public football club. Lakini zaidi ya hapo, tukajifunza eneo la pili la structure ya uongozi, ambayo sisi tulikuwa Young Africans ilikuwa na tunawaita wale wadhamini kwenye structure yetu, ambao wako watano. Kuna excom ambayo ina mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya utendaji kuna AGM kwa maana mkutano mkuu wa wanachama ambao ndio decision uh, body ya, ya club. Alafu kuna secretariat kwa maana ya GS au CEO na watendaji. Sisi tukasema hii tuna maintain structure, tunakuja na structure yetu mpya, ambayo pila hii itaendelea kubaki vile vile. Mkutano mkuu wa wanachama utakuwepo, wadhamini watakuwepo, excom itakuwepo na CEO kwa maana ya mtendaji atakuwepo. Lakini sisi tunafungua milango mingine miwili, tunatengeneza pillars nyingine mbili. Pila ya kwanza itakayokuwa katikati itakuwa ni pila ya kampuni ya Young African Sports Club Company Limited. Hii ni kampuni mpya itakayoanzishwa. Kampuni hii dhamira yake ni kuwachukua Young African Sports Club na kuwachukua wawekezaji ambao ni pila ya tatu kuwaleta pamoja hapa katikati kwenye pila itakayokuwa ni kampuni. Na hii pila itahusisha asilimia hamsini na moja za Young Africans na asilimia 49 za wawekezaji. Yanga sasa hivi ina pillars tatu. Ina Young Africans Sports Club ambayo ina ina mfumo wake wote na wanachama wake, ina wawekezaji huku mwisho watakaonunua shares 49, na ina kampuni katikati itakayokuwa inawakutanisha Young Africans na wawekezaji. Na hii kampuni itakuwa ina asilimia mia moja za Young Africans, zitauzwa 49 kwenda kwa wawekezaji 51, zitabaki kwa wanayanga itakuwa na bodi yenye watu tisa, watano kutoka Young Africans na wanne kutoka kwa wawekezaji watakaonunua zile asilimia arobaini na tisa. Na hawa watano, mwenyekiti au rais wa klabu huku ana nafasi yake moja kwa moja anakuwa board chair. Wa pili atakuwa ni mjumbe anayetoka kwa wadhamini, atakuwa wa pili. Wajumbe wawili watakotokana na excom wanakuwa wanne, na mtendaji mkuu wa klabu anakuwa watano, katika kulinda interest ya Young Africans. Na hawa wanne wanaotoka kwa mwekezaji ni wale ambao wamenunua shares zenye thamani ya asilimia 49. Kwa hiyo unachukua 49 gawanye kwa nne unapata 12.25. Yoyote atakayenunua shares zinazofika asilimia 12.25 atakuwa na kiti kimoja kwenye board. Kwa hiyo ukiuza 49 watakuwa watu wanne. Usipouza, Young Africans watakuwa na wajumbe watano sifuri kutoka kwa wawekezaji na chini yake kutakuwa kuna CEO ambaye ndio mtendaji atakayeajiriwa na hiyo bodi, na CEO tutamletea operation zote kuja kwenye kampuni. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulipo kama Young Africans, tulishafanya structure yetu ya kwanza, ipo na ina exist sasa hivi. Tulichokifanya ni kufanya valuation, kwa maana thamani ya klabu yetu, tumeipata juzi, imetangazwa Asilimia mia moja Yanga ni milioni, bilioni mia moja. Kwa hiyo tukisema sasa tunafungua hii kampuni, ndio process inakuja sasa hivi tutaanza kuuza share 49 na tukiziuza hizo share 49 ndio tutakapopata wawekezaji watajoin kwenye kampuni mpya na hiyo kampuni sasa ndo itaanza operations za club. Kwa hiyo sisi hatujakwama tuko kwenye good shape. Stage ya juzi ilikuwa ni valuation, tumemaliza sasa tunakwenda kufungua kampuni na kutafuta njia ya kuuza